Sijui ni seme nini, jamii yoyote yule ana shida, amezurumiwa haki yake, analia usiku na mchana, aja waone vijana hapo, watamnyoshea mambo. bismillahi rahmani rahim, ninakushukuru ewe Mwenyezi Mungu ulio umba mbingu na nchi na ukawaleta watu, watu Mwenyezi Mungu nakushukuru, mbariki Mama Samia uliotuagizia hawa vijana kuja kuwasaidia wanyonge. Mwenyezi Mungu mpe maisha marefu Mama Samia, mkinge na maadui wa usiku na mchana, wanayemfitine wanayemwonea, wanayemchukia bure. Huyu mama kwetu ni msaada mkubwa. Mungu ampe maisha marefu ya hapa duniani na mbinguni, aishi maisha marefu, atuongoze kwa amani na salama. Mwenyezi Mungu atukinge na maadui wanaionea Tanzania. Kwa hayo nimemaliza tu.